Mtazamaji wa Sijo Media, karibu katika kipindi cha michezo, kipindi ambacho kinahusu zaidi mchezo wa kikapu au kitaalamu mchezo unaitwa basketball. Huu mchezo bwana, nadhani hivi karibuni nilikuwa nimeshakupasha namna ambavyo idadi ya wa wachezaji ambao wanapaswa kuwa, lakini namna ambavyo unachezwa na magoli ambayo yamekuwa yakifungwa na kuhesabiwa. Sasa leo nimekuja kukuonesha uwanja ambao unapaswa kuwa. Uh, urefu wa uwanja wa basketball una mita uh, 28 lakini mapana ya uwanja yanatakiwa kuwa na mita kumi na tano. Ninavyosema urefu wa uwanja ni kama hapa e, nipo katika, katika eji ya uwanja wa basketball kwa huu urefu ni mita ishirini na nane. Lakini mapana ya uwanja ni haya hapa, tunavyozungumzia mapana mita kumi na tano ni hizi hapa, kwa hiyo yote ni mapana ya uwanja lakini kunakuwa na mstari ambao unakuwa unatenganisha sehemu kuu mbili za uwanja wa basketball, ambapo ndio sehemu ya katikati. Kwa hiyo upande mmoja kunakuwa na goli, lakini upande mwingine pia kunakuwa na goli, na hivyo ndivyo ambavyo uwanja wa basketball unatakiwa kuwa. E, eh, ulikuwa na miagano mingi kwa, eh, kwa vipindi vingine ambavyo vinazidi kuendelea, nitakuwa nikikujuza, usikose kunifuatilia, lakini pia kufuatilia kabisa e, eh, katika mtandao wa kijamii YouTube kwa jina la Sijo Media.